iko Adventist au conservative Adventist. Mm, okay. Haya, moja tusikie na hii. Wengi wanasema wanawake wanaopenda unabii. Any lady who love prophecy, ah, will only be married to literature evangelist. Ukikuta kuna kadada kanapenda unabii, saizi yake ni mwinjilisti. Sasa hii nayo ikawafanya wadada wengi wasema, ah, mimi nataka kuolewa na daktari, habari za unabii naweka pembeni, lakini hiyo nayo ni myth. Na ukikuta dada anachangia lesoni ya Danieli, wanaume wanasema huyo mm, hapana, this is not a wife material." Sasa hiyo nayo ni mithiko, lakini kuna wengine wakasema prophets makes people ignorant. Unajua kwa nini? Kwa sababu kuna watu wachache ambao akili zao hazikuwa zimekaa vizuri, waliposoma unabii wakaacha vyuo wakaenda kuishi vijijini. Sasa kwa bahati mbaya wengine tumesoma nao, anaacha chuo, anasema biblia inasema Jesus is coming soon and I, I need to get ready for his soon coming, na sister white anasema tukafanye country living. Kwa hiyo wengi wakaacha vyuo wakakimbia kwenda vijijini. I know some baadhi ya vijana wetu. Kwa hiyo mtu mwenye akili timamu anasema no, reading prophecy makes you becoming ignorant. Unakuwa mjinga. Hiyo nayo ni myth. Sasa sikilizeni niwaambie. Prophecy is good news. Unabii ni habari njema. Na katika kipindi hiki tutangalia tutangalia namna ambavyo uh, unabii unaathiri maisha yetu kama vijana moja mmoja, na tujijengee ufahamu wa kutosha e, wazungu wanasema knowledge is power. Tupate ufahamu wa kutosha utakaotusaidia kukabiliana na uzoefu wetu wa imani, pengine katika somo kama sio la kesho, la kesho kutwa. Ninawapenda vijana kwa sababu tunasoma sana. Na tangia nimetoka nimetoka Tukasa nimejikuta kuna baadhi ya magrupu ya Tukasa sijaondoka, Pastor Semba. Sasa huko kwenye magrupu kuna habari nyingi. 2027 Jesus is coming. Nani yuko MD mwaka wa kwanza sasa hivi? Yuko hapa, nyosha mkono. MD first year hawapo Yupo mmoja. What's happening with Tukasa siku hizi? Madaktari wote ni wa Katoliki? Aya, mwaka wa pili, MD mwaka wa tatu, mwaka wa nne. Okay, achana hiyo, makozi magumu magumu hayo yanafanana fanana kidogo na prophecy. Ngoja tuende kwenye kozi rahisi, engineering. Mwaka wa kwanza, civil, civil engineering. Oh, wapo. Sasa ninyi ikifika 2027 mtafanyaje? E, mtakuwa mmewesti muda wenu si ndio hivyo eh? Sasa kuna mengi yanazungumzwa huko, wengine wakaisogeza ikawa 2031 na debates za magrupu yetu, na imeathiri si wanafunzi tu hata makanisani huko tuna shida. Yesu anakuja 2027 ah. Yesu anakuja na weo umemwahidi bebi wako 2027 ndio date ya kumtambulisha. Kwa hiyo na wasiwasi wasi, na umekuja hapa sami tunasema pasta angalau ataje tu ile kitu inipe moyo. Eh, huenda nitatoboa 2027. Sasa prophecy inatupatia picha ya mambo yanayokuja mbele na assurance tunayoipata kupitia neno la Mungu. Anyway, prophecy ni nini? Unabii ni kitu gani? Kuna yote anaweza akashea unabii so, ni nini? Unajua ninyi ni intellects. Alafu you are gifted the way I see your faces, you are gifted. Na inasema unabii ni nini? Shout. Shout. Mi sio preacher. Mimi ni mwalimu tu, mhubiri ni semba. Kwa siku hizi ukisikia neno profesi nini kinakuja kwenye akili yako? Kuna yote anaweza, yes brother Yes. na mambo mengine yaliyoficha, si umeona namna unabii ulivyo mgumu mpaka hapo? Yaani, kuna watu wako hapo, alikuwa lakukupa... anatikisa kichwa sana, lakini hajapata hata moja. Asante sana brother, umesema vizuri. Kuna mwingine? Mwingine ashare kidogo prophecy. Unabii ni nini? Asante. Karibu. Don't worry, don't worry, don't worry. Ukitaka, ukitaka kujua si rahisi rudia haya aliyosema yeye. Ukitaka kujua si rahisi rudia aliyosema yeye. Asante sana brother, umesema vizuri. Alafu chukueni hizo point. Bwana asifiwe. Chukueni hizo point, zitawasaidia maishani. Mwingine, asante. Ah, subiri, bro. Yani amenyosha mdada na wewe unanyosha mkono. Hebu tumsikilize dada. Yes, good. Ufunuo wa mambo yaliyopita, yajayo na yajayo ya zaidi. Amen. That's so good. Sasa bro, linyosha mkono nikusikilize na wewe. Okay, relax. Mwambie jina lako, relax, enjoy the class. Haya zungumza rafiki, nataka nikusikilize ufunuo, uh -huh, wa Mungu juu ya mambo yaliyopita yaliyopo na yajayo. Wangapi mmesoma history? History, okay. History mlio soma history form 1 mpaka form 4 nyosha mikono juu, hivi hivi hivi. Kulikuwa na somo uh, kulikuwa na somo rahisi kuzidi history lilikuwepo? <laughs> <laughs> ni lipi hilo, Civics? Aya, cheni masiara wewe. Civics ni somo rahisi. mara ya mwisho, mara ya mwisho naandika mitihani yangu ya O level, somo rahisi lilikuwa ni history. Sijui sasa hivi ni lipi lakini mimi mara ya mwisho ilikuwa ni history, na definition ya history ilikuwa ni ya kwanza mwanafunzi kuikalili. Sisi tuliotoka St. Kayumbas Ukifika form 1, definition ya history ilikuwa ni rahisi kuliko definition nyingine yoyote. Ilikuwa inasemaje? Si unaona mpaka PCM na wenyewe wanasema uh -huh. The start of past uh -huh. Present uh -huh. and future. Future tense. Kuna mtu anasema in the future tense. No, no, no. The start of past Present and the future nini? Events. Okay. Na kaka amesema unabii unahusu mambo yaliyopita, yaliyopo na yanayokuja kwa kadri yanavyofunuliwa na manabii. Sasa kama kuna definition rahisi katika Biblia ni kuhusu unabii. Maana history ni nyepesi kuielewa. Bwana asifiwe. Na mwandishi mmoja akasema prophecy is a history told in advance. Historia unayopewa kabla matukio hayajafanya nini hayajatokea. A history written in advance. Kama unachukua definition ya prophecy. Si unajua sasa kuna, kuna wengine mmeambiwa na baba zenu mkirudi mwonyeshe mlipoandika, maana mmeomba hela za summit. Sasa wewe, sasa wewe ukose cha kuandika. A history written in advance, thats prophecy. History itahusisha matukio yaliyopita, yaliyopo na yatakayokuja. Bwana asifiwe sana. So a future told in advance by God through prophets ni Mungu ndiye anayetuambia hiyo historia kwa kuwatumia manabii. Kwa hiyo hawa wanaoitwa manabii ni watu gani? Sasa ukisikia manabii, hebu taja nabii yoyote unayemjua kwenye Biblia. Kuna mtu ameanza kusema, Petro. Ninakuona <laughs> wewe hapo, ninakuona wewe hapo hebu taja nabii yoyote unayemjua kwenye Biblia. Zefania, okay, sawa, sawa, mwingine Matayo? Dada, kweli <laughs> em sema, em mwingine. Sefania, zekmika ehe, mwingine okay. Wako wengi, mnawafahamu kwa sababu vitabu vyao huwa mnaviruka. Kwa hiyo mnajua titles ila details mnaziruka. Manabii hawa ni wajumbe wa Mungu, na mtu mmoja akasema prophets A holy men of God who spoke as they were moved by the Holy Spirit. Watakatifu wa Mungu waliokuwa wanazungumza wakiongozwa na Roho Mtakatifu, wakileta habari za Mungu kwa wanadamu zinazohusu matukio yaliyopita yaliyopo na yatakayokuja. Bwana asifiwe sana. Sasa kwenye Biblia hawa manabii wametuambia vitu vingi, na nishasikia neno linaitwa eskatoloji. Sasa tuko darasa ah, thank you eschatology, na nishasikia hilo neno eh, ndio maana amri zaka, kwa sababu hayo wanayajua, wala zaka tu Hmm. Na kwa sababu haujui hakikisha unamtolea Bwana zaka, kwa sababu eschatology hujui, eh, hmm. Umeelewa hiyo? Hebu mshike mkono jina, nakwambia umeelewa, toa zaka wewe, acha ubishi. <laughs> Sasa eschatology, naambia dakika tano zimebaki, nilikuwa natoa tu utangulize eschatology is a study, study, study of end time events. A study of end time events. Ni somo linalohusu matukio ya siku za mwisho ambayo manabii wamezungumza sana kuhusiana na habari zake na walipoyafunua, hawa manabii walikuwa na lengo la kuandaa watu ili waelewe Pango wa Mungu kwa maisha yao, na haya matukio ya siku za mwisho ndio somo ambalo leo lina interest kubwa sana kwa kanisa, lakini kwa wakristo pia. Sasa ukisoma katika Biblia, ngoja tumalizie hapa, ukisoma katika Biblia kwa wale warazaka sasa, Biblia ya Kiebrania kuna neno linaitwa Navi msema navi, unajua Kiebrania na Kiswahili ni ndugu. Bwana asifiwe. Wakati tunasoma historia ya Biblia tunagundua Bwana aliita watu wanaitwa navi navi navi. Navi ni neno la Kiebrania ambalo linamaanisha prophet, navi. Alafu sisi wa Kiswahili tukaamua tuka, tuka kuiweka ikawa ngumu tukaisema nabi. Unajua, kinachotofautisha hiyo na v na nabi ni kadoti kamoja kwenye herufi v ya Kiebrania. Sisi waswahili tukasema, nyewe Kiebrania, sisi V hatuielewi tuiite B. Kwa hiyo tukasema sisi ni nabii. Kwa hiyo ukisoma Biblia ya Kiebrania utakutana na neno linaitwa Navi, prophet, au Naviim, prophets. Hawa ndio walioitwa na Mungu kuchukua ujumbe kutoka kwake na kutuletea sisi walichaguliwa na Mungu kuchukua ujumbe kutoka kwake kutuletea, na huu ujumbe unahusu, unahusu habari za wokovu wetu. Hawa manabii wako wengi, tutaanzia hapo kesho, lakini wote wote wanapoleta habari zinazohusu wokovu wetu zimefungwa katika hii kitu inaitwa cosmic controversy, pambano la ulimwengu mzima kati ya wema na uovu na namna mwanadamu atakavyokwenda kuokolewa. Na kwa sababu hiyo manabii wote wa Agano la Kale, tutaangalia kesho, walikuwa wanazungumza habari za Mesaya Masihi, atakayekuja ambaye alikuja kuitwa Yesu Kristo. Tutaangalia hao manabii na kazi walioifanya katika Agano la Kale alafu tutaenda siku inayofuata kuhusu yanayotuhusu sasa ya agano jipya, unabii, a history written in advance. Tunatakukandamizia tuna desa. Bwana asifiwe. Unapotaka kujua mambo ya, yanayokuja mbele, tunalo desa hilo, desa linaitwa profesi. Unataka assurance ya maisha yako ya kesho? Tuna desa linaitwa profesi. Unataka kujua mwelekeo wa matukio ya ulimwengu huu na namna yatakavyokuwa? Tuna desa linaitwa profesi. It's better to live in light than in darkness. Unabii unaleta nuru katika maisha yetu matukio ya ulimwengu ni mengi, yanakwenda kwa kasi kubwa. The world is moving so fast, it's life in a fast lane, but we have hope in prophecy. Amen, Bwana wabariki. Tuombe. Asante Yesu kwa sababu ya zawadi ya unabii Endelea kufungua akili zetu tunapoendelea kujifunza habari hizi na kujiandaa kusimama imara katika imani kama watoto wako uliotuita, wa zamani hizi za giza, na tunapokungoja Yesu Kristo urudi mara ya pili, utuchukue nyumbani kwa jina la Yesu. Amen. Summit 2025. Nashukuru sana Pastor Nasib kwa introduction hiyo nzuri kabisa. Nikiwa najiuliza na V, kumbe ni nabii, wakasema na V na ye, pastor anaitwa Pastor Nasib James. Mwenyezi Mungu akubariki sana Pastor Nasib James. Tunaendelea katika vipindi vya workshops, kwa hiyo kuna utaratibu hapa ningependa kuutoa ili muweze kuelewa vizuri namna gani tutaendea kujifunza. Tutakuwa na madarasa manne kama ambavyo hapo kabla niliwaambia, na darasa la uongozi, tutakojifunza uongozi, tutakaa juu kabisa kule, tutapanda hadi kule juu, tutakuwa tukiongozwa na Pastor Peter Muhunda, kuhakikisha unatafuta njia ya kufika kule juu kwa wale watakaotaka wataka, wataka kusoma uongozi lakini kwa wale tutakaotaka kujifunza kuhusiana na uh, swala zima la filosofia ya muziki wa kisabato tutakaa pale kushoto kwangu nyuma kwenye hicho kibanga hapo. Wanasema tuko sambamba hapo, tuko sambamba jamani, kushoto pale na mimi mnapaona vizuri, lakini kwa wale ambao watataka kujifunza darasa la digital evangelism, yani uinjilisi wa kidijitali, tutakaa hapa mbele sehemu ya mapasta. Nyie mmepata nafasi ya kipekee sana, mtakaa hapa kwa mapasta na tutajifunza pamoja na Pastor Harun Kikwa. Kwa kusema hivyo basi, hatuna la ziada kwa muda huu paka Lisali moja la workshop litakapoisha na tusimame tuweze kumshukuru Mungu. Nitaomba. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu kwa mapenzi yako tumeweza kujifunza swala la unabii, lakini hapo kabla tulikuwa tukiimba muda huu tunapoenda katika madarasa mbalimbali, katuongoze akili zetu, zikawe pamoja na utukufu wako katika Yesu Kristo, amina.